Usikose Jumamosi hii kwenye kipindi cha kufungua hatua za maisha yako. Kipindi hiki kitaanza saa nne kamili usiku. Kitakuwa live YouTube, utaingia kwa jina la Loeva Ministry. TikTok utaingia kwa jina la kuhani Eliah Abel Haule. Kipindi hiki makuhani wa Yesu watakuwa wakikutafsiria neno la Mungu na kukufafanulia, ambalo neno mtumishi wa Mungu anakuwa amekwisha lifundisha. Hivyo basi kaa mkao wa kupokea, kipindi hiki kitaleta kubadilisha historia ya maisha yako. Watu wote kaa mkao wa kupokea kwenye kipindi hiki. Pia unaposikiliza kipindi hiki utatufuatilia kwa namba 0762856980. Ka mkawa kupokea. Umetenda miujiza, wagonjwa wameponywa, waliovunjika wameinuliwa.